Imam Hassan al-Basri alayhi rahmatullah, anasema aliokuwa akija ya mama yake, alikuwa anaonekana mtu mwingine. Mnaweza mkawa mko pamoja, lakini akimwona ya mama yake anabadilika totally kabisa. Wakamuuliza, kwa nini ukimuona mama wewe unabadilika? Anasema, innani amama insana, mimi nakuwa mbele ya mtu yardallahu liridhaha wa wayaghdhabu llahu lighadhabiha. Iko mbele ya mtu ambaye Mungu anafurahi kwa furaha yake na anakasirika kwa hasira zake. Mnafikiri nitakuwaje? Naogopa akiwa mbele yangu asije akaghadhibika, fa yaghdabu Allahu bi sababi ghadabiha. Mungu akakasirika kwa ghadhabu zake. Kwa hiyo natafuta njia ya kumridhisha by any means, kwa sababu gani? Ni mtu hatari. Kama ungekuwa una watoto aina hii usingekuwa unajuta kumzaa mtoto fulani. Naamini kuna baadhi ya wazazi wanajuta wanatamani usinge kuwa mwanawe. Si kwa sababu yoyote, ni kwa sababu ya yale unayoyafanya. Unamtia aibu baba yako, mama yako, mzee wako. Inaonekana wao ndivyo walivyokulea hivyo, kumbe hawaku, wao ni watu kabisa, wako innocent kabisa. Kwa hiyo jitahidi usiwatie aibu wazazi wako kwa tabia za ajabu ajabu, kwa mambo ya kifedhuli. We unaona ni sifa, lakini ni kashfa hiyo. Binadamu hasifiwi kwa sababu eti tua ana mdomo mchafu au tabia mbaya, unasafiwa makarim wa akhlaq kama alizokuwa nazo Mtume mtukufu wa daraja